Ofisi ya Rais Sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma tunatarajia kuendesha zoezi la usaili kwa kada za walimu afya na kada mbalimbali mbali, na zoezi hili natarajia kufanyika kuanzia tarehe kumi na tatu mpaka tarehe ishirini na tatu Desemba ishirini ishirini na tano na zoezi hili tumelipanga katika kila mkoa, itafanyika kila mkoa na wale wote ambao wameitwa kwenye usaili watembelea akaunti zao, watakuwa wamejulishwa usaili utafanyika wapi na saa ngapi. Kwa hiyo tafadhali sana, tunakuomba uzingatie muda na eneo ambalo umepangwa kufanyia usaili wako. Aa, kitu muhimu, zingatia sana muda na eneo ambalo umepangwa kwa ajili ya kufanyia usaili. Lakini pia tafadhali fika katika eneo la usaili ukiwa umevalia mavazi nadhifu na yenye na staa. Fika ukiwa umevalia mavazi nadhifu na yenye na staa. Tunakuomba uje na vyeti vyako vyote halisi, ikiwemo cheti cha kuzaliwa lakini pia um, vyeti vyako vya taaluma. Vyote viwe halisi. Utatakiwa pia kuja na kitambulisho. Kitambulisho hiki ni kwa ajili ya utambuzi. Kwa hiyo, tafadhali sana, kitambulisho ambacho utafika nacho katika eneo la usaili kiwe na majina yako yote matatu ambayo yanasomeka katika cheti chako cha kuzaliwa, lakini pia katika vyeti vyako vya taaluma. Hakikisha majina yote yanasomana. Na vitambulisho tunavyovitambua ni pamoja na kitambulisho cha mkazi kitambulisho cha mpiga kura, kitambulisho cha kazi, kitambulisho cha uraia, hati ya kusafiria, leseni ya udereva aa, barua ya utambulisho kutoka kwa sheha aa, serikali ya mtaa au kijiji unapoishi. Aa, hii barua hakikisha ina picha yako, lakini pia imegongwa muhuri na imesainiwa, hapo ndo itakapokuwa inatambulika. Lakini vilevile vile kwa tumeita kada mbalimbali mbali. Hakikisha pia unaba, unakuja na transcript yako ambayo ni halisi. Vilevile vile kwa kada zile ambazo zinasajiliwa na bodi zao za kitaaluma wanapaswa kuja na vyeti vyao halisi vya usajili pamoja na leseni aa, za kufanyia kazi zilizo hai. Tafadhali sana zingatia muda na eneo ambalo umepangiwa kwa ajili ya kufanya usaili wako. Fika mapema ukiwa na nyaraka zote halisi, na endapo uh, nyaraka zako zina um, utofauti wa majina. Kama zina utofauti wa majina, hakikisha unakuja na afidaviti ambayo itaelezea uh, utofauti huo. Lakini pia kuna wale ambao wana majina tofauti kabisa Hakikisha unakuja na deed poll, na hii deed poll ambayo inatambulika inapatikana katika ofisi za wizara uh, ya ardhi. Wizara ya ardhi ndo wanatoa hizi deed poll. Kwa hiyo ukishapata deed poll yako uje nayo au kama una changamoto zile zinazotakiwa kuja na afidaviti, hakikisha unakuja na afidaviti katika uh, eneo la usaili. Tafadhali sana zingatia haya maelekezo ili kuepukana na changamoto zozote zile zitakazokukuta na siku ya usaili. Jambo la mwisho, tunaomba sana mjitahidi, uh, mjiandae kwa sababu nafasi ni chache na tunasema tunaendesha usaili wetu kwa ushindani. Kwa hiyo tafadhali sana uh, jiandae, fika kwenye usaili mapema kwa wakati ukiwa na begi lako ambalo utakuwa umeweka vifaa vyako. Tunatamani sana kila mtu aje na begi lako, kwa sababu tukishamaliza ukaguzi, utatakiwa uweke vitu vyako vyote kwenye begi na vitakusanywa. Kwa hiyo, wale ambao mmezoea kuja na bahasha katika siku ya usaili, tafadhali sana, tunaomba achane na habari za kuja na bahasha. Njoo na begi lako ambalo litakuwezesha pindi utakapoambiwa kusanya vitu vyako vyote na uweke kwenye begi vyote unavikusanya, unaviweka kwenye begi, vinakuwa vipo katika sehemu salama. Kwa hiyo tunawatakia kila la heri na maandalizi mema.